Watu wengi wanajua manjano ni dawa, lakini wachache wanajua kwamba bila pilipili nyeusi nguvu yake inapotea. Ndiyo, manjano peke yake haiwezi kufanya kazi kikamilifu mwilini, ila unapochanganya na pilipili nyeusi, unafungua mlango wa tiba ya asili ambayo inafanya kazi haraka zaidi ya dawa nyingi leo. Ngoja ni kuambie kwa nini mchanganyiko huu mdogo ndio silaha kubwa ya mwili wako. Manjano ama kwa jina lingine, turmeric, imekuwa ikitumika kwa maelfu ya miaka kutibu maradhi na kuimarisha kinga mwilini, lakini watu wengi wamekuwa wakitumia vibaya. Unapoongeza pilipili nyeusi kidogo, kitu kinachoitwa curcumin ndani ya manjano kinakuwa na nguvu mara elfu mbili zaidi. Hivyo ndiyo siri ambayo leo tutafafanua. Sehemu ya kwanza: nguvu ya kuondoa sumu. Kila siku tunakula vyakula vyenye kemikali, mafuta na sukari nyingi. Mwili wetu unakuwa umejaa sumu taratibu. Na hapo ndipo manjano na pilipili nyeusi zinapoingia kazini. Manjano husafisha ini, figo na damu, lakini bila pilipili nyeusi mwilini, ama mwili hauwezi kufyonza vizuri nguvu ya manjano. Hivyo ukitaka matokeo, tia manjano kijiko kimoja, pilipili nyeusi robo kijiko. Changanya na maji ya moto au maziwa ya moto. Kunywa asubuhi kabla ya kula, utasikia mabadiliko ya kweli ndani ya siku chache. Sehemu ya pili: kupunguza maumivu na kujenga kinga. Watu wengi wanaugua maumivu ya viungo, mgongo au kupatwa na baridi kali. Hawa wawili ni dawa yao. Curcumin katika manjano hupunguza uvimbe, wakati wa piperine kwenye pilipili nyeusi hufungua mishipa ya damu ili dawa iingie haraka. Kwa lugha rahisi, manjano inapambana, pilipili nyeusi inafungua njia. Zikikutana zinaponya mwili mzima. Ukiwa na kikohozi kisichopona, maumivu ya tumbo au uchovu usioelezeka, jaribu mchanganyiko huu siku saba mfululizo. Utashangaa. Sehemu ya tatu: ngozi, ubongo na moyo. Mchanganyiko huu hauishi kwenye afya ya ndani pekee unaathiri hata muonekano wako wa nje. Manjano hufanya ngozi iwe laini na angavu, hupunguza chunusi na makovu, huku pilipili nyeusi ikiwa huku pilipili nyeusi ikiweka damu kusambaa vizuri usoni. Ubongo, hizi mbili huzuia stress hormones na kusaidia kumbukumbu kuwa kali, na kwa moyo zinapunguza mafuta mabaya cholesterol mwilini. Wengi wanaoanza kutumia kidogo tu kila siku wanaripoti kuwa wanahisi nguvu mpya, utulivu wa akili na usingizi wa amani. Kuna dawa nyingi duniani, lakini tiba bora zaidi ni kujua jinsi ya kutumia vyakula ulivyo navyo nyumbani. Usisubiri hadi mwili uchoke ndio ukumbuke afya. Manjano na pilipili nyeusi ni mfano mzuri kwamba asili haijawahi kusahau kutengeneza binadamu tiba, uwe maskini au tajiri. Manjano na pilipili nyeusi ni mfano mzuri kwamba asili haijawahi kusahau kumtengenezea binadamu tiba. Hii haichagui Anza leo kidogo, anza tena kidogo, na uone nguvu ya mwili wako ukirudi bila gharama. Mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri mitaani TV, ikiwa unapenda kujua tiba asilia ambazo kweli zinafanya kazi mwilini Endelea kufuatilia chaneli hii kila wiki. Tunafafanua siri moja mpya kutoka jikoni yenye uwezo wa kubadilisha afya yako milele. Mtazamaji na msikilizaji wanaojiri mitaani, tunakuomba usisahau kushare video hii na wale wanaopenda afya njema, tafadhali. Subscribe, like kisha ucomment, huenda itakusaidia kuliko ulivyodhani. Hii ni yanayojiri mitaani TV.